Mtu mmoja hapa anaitwa Shabani Maganga, zaji mzuri kwenye akaunti zetu za YouTube, anasema asalamu alaykum warahmatullahi wa barakatu. yeye anatoka Mbaga, Saba Saba Dar es Salaam. Swali so, lake anasema hivi Sheikh, anaomba kuuliza kwa mfano Sheikh ni mtoto wa nje ya ndoa Sheikh mwenyewe ni mtoto wa nje ya ndoa, je anaweza kuwa walii kwa watu wengine ambao sio ndugu wa damu Huyu mm. no. bwana ana fasaha ambayo inaweza kukutoa kwenye reli <laughs> swala lililoko hivi, ndugu zangu, huyu ni sheikh au ni kadhi au ni nani? Sheikh amefika ndani ya kadhi, lakini ukimchunguza yeye, baada ya kumpekua yeye, mm. unamkuta yeye ni wa nje ya nini, ya ndoa. Sasa je, anafaa yeye kuwa walii? Naam.

ni walii wa yule asiyekuwa na walii, ni walii wa yule asiyokuwa na walii, wa yule mtoto wa nje ya ndoa. Yeye ni wa nje ya ndoa, lakini yeye cheo chake kimembeba, ni kadhi. Si mmeelewa? <laughs> Sasa huyu wa nje ya ndoa akikutana na huyu basi, huyu atakuwa ataku, ni walii wake. Mmeelewa? Au mwanamke familia yake yote haipo, yeye ndo peke yake awaps wala hawajui. Ushafahamu, bwana Huyu ndiye atakayesimama. Kwa hiyo watake si kwa, kwa sura za namna hii hakuna tatizo, lakini sura zingine hapa